A ceasefire has been agreed in the Democratic Republic of Congo. In a joint statement, the DRC's government and the M23 rebel groups. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo hadi pale mazungumzo ya amani yanayoendelea nchini Qatar yatakapokamilika. BBC imeripoti kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa tangu waasi wa M23 walipoanza mashambulizi makubwa mapema mwaka huu, mashambulizi ambayo yamesababisha vifo vya watu wapatao elfu saba tangu Januari, kwa mujibu wa mamlaka za Congo. Pande zote mbili zimetangaza makubaliano hayo Jumatano na kuelekeza mazungumzo hayo ya wiki moja zaidi kama ya kweli na ya kujenga. Mwezi uliopita, Rais wa DRC Congo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame walipokutana kwa mshangao mjini Doha, Qatar na kuahidi kufuata usitishwaji wa mapigano usio na masharti. Mgogoro huu wa muda mrefu umezidi kuwa mbaya tangu Januari, M23 walipoiteka miji mikubwa ya mashariki mwa Goma na Bukavu na kusababisha hofu ya kuibuka kwa vita vya kikanda. DRC imekuwa ikiishutumu Rwanda kwa kuwasaidia waasi wa M ishirini na tatu kwa silaha na wanajeshi, madai ambayo yameungwa mkono na ripoti ya Umoja wa Mataifa na Marekani, lakini Rwanda imeendelea kuyakana. Rwanda imesema kuwa majeshi yake yanajilinda dhidi ya majeshi ya Kongo na makundi ya waasi ambayo inadai yana uhusiano na waliotenda mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. DRC pia inatuhumu Rwanda kwa kuchimba madini kinyume na sheria katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, madai ambayo Rwanda imekanusha. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa kwa njia ya televisheni ya taifa ya DRC na pia imechapishwa kwenye mtandao wa X na msemaji wa M23, Lawrence Kanyuka amesema pande zote mbili zimekubaliana kuipa nafasi diplomasia. Nukuu, kwa makubaliano ya pamoja, pande zote mbili zinathibitisha kusitisha mapigano mara moja kukata kikamilifu hotuba za chuki, vitisho na kuziimiza jamii zote za maeneo kuheshimu makubaliano hayo, ilisema taarifa hiyo. Wameeleza kuwa usitishaji huu wa mapigano utadumu wakati wote wa mazungumzo hadi yatakapohitimishwa. Vyanzo kutoka kwenye mazungumzo ya Qatar vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa matokeo ya kikao hicho yalikuwa hatarini kuvurugika kutokana na masuala ya kiufundi hata hivyo haijulikani ni kwa muda gani makubaliano haya yatadumu kwani mikataba kama hii imekuwa ikivunjika tangu elfu mbili na ishirini na moja. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Privot ameeleza kuwa makubaliano haya ni hatua muhimu kuelekea kukomesha machafuko. Katari imechukua jukumu la upatanishi baada ya waasi wa M23 kukataa kuhudhuria mazungumzo ya amani nchini Angola mwezi uliopita.